Weye Muislamu kama Muislamu wa kweli huwezi kwenda kuswali kama hujataja jina la rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na anaebisha hapa nieleze. E, unaporukuu ukiitidali unasemani? Tuseme, samia llahu liman hamida, amemsikia Mwenyezi Mungu yule mwenye, mwenye kumshukuru. Ndivyo alivyo rais wetu, ni msikivu, ni Samia, yani amesikia, ni msikivu sisi muwe hata kama mtu wewe, kabla ya kutangulia kwake anatajwa pia jina lake kwenye, kwenye ibada we kwenye mtu huyo, nadhani ni mtu wa wapi tena, utampata wapi mtu mwingine kama hawa wenzetu awa wasiokuwa Waislamu asema, utampata wapi mtu mwingine kama huyu? Lakini Samia huyo huyo, lakini ni kwenye unalofata jina baba yake ni Suluhu ya kila jambo. Tumekwenda hapa, kulikuwa hakuna habari ya mikutano ya vyama vya siasa na sio vyama tu vya upinzani vilivyozuiwa, hata sisi tulikuwa tukifanya mikutano ya hadhara lakini, alipokuja Dokta Samia Suluhu Hassan akasema, haya sasa twende kwenye maridhiano ya kisiasa kaneni mikutano ya hadhara afanyeni, kama mtafanya fujo na askari mtaletewa. Kwenye hayo yote ni kuleta suluhu ya Watanzania kuwa pamoja. CCM Oyee! Lakini ukimaliza jina lake la tatu huwezi kutaja hapo kama hujataja vipenzi vya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa jukuu zake wawili, e, kati ya Hussein na Hassan ama Hassan na Hussein. Na siku zote tukiomba dua tunasema babana atina fidunia wa fil akhirati sisihemuee eh. Hata kama duniani unasema umpate un huyo na kwenye ajira unasema umpate huyo huyo, unataka kwenda kuchagua huyo wa upinzani kutafuta nini? Wakati hata wewe kwenye dua, maana yake bado unamuomba Mwenyezi Mungu duniani akupe yeye, unataka tengine wewe nini?